Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Karibu katika kipindi chetu cha dondoo za mambo ya fedha. Na leo nitakuelezea jinsi ya kutumia vigezo vinne kutengeneza hesabu za biashara. Kama unataka kutengeneza hesabu za mauzo ya biashara, upo umuhimu wa kutekeleza mambo muhimu ili upate hesabu sahihi za biashara. Kwenye kipindi cha leo, nitaeleza mambo muhimu manne unapotengeneza hesabu za mauzo ya biashara. Sasa hebu tuangalia hivyo vigezo vinne vya kutengeneza hesabu za mauzo ya biashara. Namba moja ni matumizi ya risiti za mapato. Risiti za mapato ni karatasi muhimu sana katika utengenezaji wa hesabu za mapato ya biashara. Kila biashara hupata mapato kutokana na mauzo ya bidhaa au huduma. Vile vile biashara hupata fedha kutokana na mambo yasiyohusiana na mauzo ya bidhaa au huduma. Sasa basi, fedha zote zinazotokana na mauzo ya bidhaa au mambo yasiyohusiana na bidhaa ni lazima zikatiwe risiti. Mfano wa risiti wa za mapato ni kama zinavyoonekana kwenye picha. Hizo ni risiti za aina mbalimbali mbali ambazo zinatumika. Kuna zile za karatasi. Zipo nyingine zinazotumika zinazotengenezwa kwa kutumia kompyuta. Nyingine zinatokana na mashine ambazo zinauzwa madukani. Na mwisho ni zile mashine ambazo zimepitishwa na TRA, yani EFD. Kigezo cha pili kinahusiana na utunzaji wa risiti za mapato. Kopi za risiti zote zinatakiwa kuwekwa kwenye faili kwa kufuata mtiririko wa namba za risiti, mwezi zilizotolewa na mwaka ambazo hizo fedha zinapokelewa kutokana na kuuzwa kwa bidhaa au huduma. Sasa hizo risiti ndizo ambazo zinatumika kutengeneza taarifa ya mauzo ya biashara. Kigezo cha tatu ni uwekaji wa fedha benki. Taratibu nzuri za uhasibu zinapendekeza kuwa fedha iliyokatiwa risiti kutokana na mauzo ya bidhaa au huduma inatakiwa ipelekwe benki mara moja, bila kupunguza hata senti tano. Ikishinikana kuuweka hizo fedha benki, unaweza pia kuweka kwenye mitandao ya simu kama vile M-Pesa, Airtel Money na kadhalika halafu baadaye unazihamisha kwenda kwenye akaunti za benki. Kigezo cha nne kinahusu utengenezaji sasa wa taarifa za mapato. Taratibu za uhasibu zinapendekeza utengenezaji wa taarifa za mapato kila siku, wiki na mwezi. Taarifa za mapato zinatakiwa kulinganishwa na fedha ambazo zimepelekwa benki, na kama kuna tofauti inabidi kufanya uchunguzi ya hiyo tofauti. Kwa Kiingereza wanasema wanafanya, unafanya banki reconciliation. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha dondoo za mambo ya fedha kinacholetwa na Tan Business Channel ya online television siku za Jumanne na Alhamisi saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na leo tulikuwa nazungumzia jinsi ya kutumia vigezo vinne kutengeneza hesabu za mauzo ya biashara. Asante na karibu tena.